Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Nguvu na hadhi ndiyo mavazi yake nukutabazi. Unaona hizo? Nguvu ya mavazi ni hadhi yake. Hadhi ya mtu, heshima ya mtu ni mavazi. Amen. Haleluya. Amen. Kuto kuheshimika kwa mtu ni mavazi. Leo. Amen. Amen. Utamkuta mama mzima anavaa nguo imebana makalio, anaenda kanisani fika mbele ya kiti cha kanisa, anakaa mbele, anakaa mbele ya kwenye kile kiti, anaanza kufunika funika miguu yake. Kwa nini unaficha? Acha wazi mapaja yako! ni makombo hayo. Wewe ni mbakani kabisa. Wewe na wale unaibaka hamja tofautiana Mungu aliyetuumba. Amina. Tunaenda makanisani tunavaa mavazi tunayotaka sisi, tena mavazi leo wanamvaa wanavaa kwa kushindana. Haleluya. Nguo ya galama, angalia ya kipepo. Amina. Amina. Mchungaji pepo, mama mchungaji pepo, nao wanaongoza wote ni mapepo. Leo leo pepo lazima litoke kwa jina la Yesu Kristo. Amina. anahitaji waumini wake wavae mavazi ya, ya heshima. Vazi la heshima lina utisho. Tena ukivaa vizuri smart, hata unamkaribia mgonjwa kumwombea, kabla hujambusa pepo inapiga kelele. Amina. Mavazi tu yale uliovaa ya heshima yana utisho. Leo angalia waumini. Angalia viongozi. Hawaeleweki. Pepo